Mtazamaji wa wakulima na wafugaji katika kaunti ya Kajiado wamelalamikia kuathirika kwa soko la biashara ya uuzaji wa maziwa, wakisema ni kutokana na mauzo ya bei duni na hata mirundiko ya madeni kutoka kwa wateja wasiowalipa kwa muda unaostahili. Wanahabari wetu Hemmed Abdalla anatupa taarifa hiyo. Hili ni jimbo la Umasaini, rangi ya kijani kibichi ikionekana kushamiri ikidhihirisha kuwepo kwa mazingira faafu ya ulishaji wa mifugo. Kuna wiri kwa nyasi msimu wa mvua ya wastani. Wapo wafugaji tabasamu kutokana na uzalishwaji mkubwa wa maziwa hasa ya ng'ombe. Ila la kushangaza ni kwamba maziwa haya, katika ulingo wa soko, yamekuwa na hasara kwa wafugaji kadri yanapokuwa mengi ndipo kiwango cha mauzo yake yanaposhuka. Bei ya maziwa iko chini sana, tulikuwa tunaomba tusaidiwe na wale wanunuzi wa maziwa watuongezee bei, at least tupate kitu ya ya kupeleka shule ya kutumia nyumbani, na kila mtu atafurahia. Huku wakiendelea kuuguza kidonda cha lita ya maziwa kuuzwa kwa shilingi thelathini majeraha mengine yanayowapata ni kutoka kwa baadhi ya wanunuzi wa mikopo ambao huchelewesha muda wa malipo kinyume na maelewano, hivyo kuwaacha wafugaji wakitaabika. Na sasa nataka uongezee sisi pesa ya masiwa na pesa nachelewa, sitaki ichelewe. Kama ni tarehe moja ipate tarehe moja Kama ni mwezi mbili iende hiyo mwezi mbili, mbili natapata Gavana wa kaunti hiyo, Joseph Olelenku, ameiomba serikali kuipiga jeki biashara ya maziwa huku akiwataka wanunuzi kuongeza bei ya bidhaa hii muhimu. Na kwa hivyo niwaombe sana wale processors wetu wa maziwa wasipunguze ma bei kwa sababu ya maziwa kuwa nyingi, kwa sababu imekuwa ni jukumu letu kama serikali kuhamasisha na kuwasaidia jamii wetu wasalishe maziwa ama watoe maziwa kwa wingi na wasiathirike eh, kwa sababu ya maziwa ya kuwa wingi kwa kupata bei ya chini. Hamed Abdalla, NTV Mashinani.